Ewangu na mke wangu, umeionaje ibada ya leo? Kusema kweli, ibada ya leo imenibariki sana, kweli kabisa kabisa, mke wangu. Mm -hmm. na umejifunza nini? Kikubwa nilichojifunza ni swala zima la utoaji, lakini hasa fungu la kumi unanielewa? Mm -hmm. Ndio. mm -hmm kwa hiyo unataka kusema kwamba kwa mfano labda kama mtu anapokea mshahara milioni mm -hmm. moja mm -hmm. alafu fungu la kumi labda anatakiwa atoe laki moja. mm -hmm. ina maana waumini au watu wengi hawatoi kulingana na fungu la kumi inavyotaka, na hicho ndicho ambacho mchungaji alikuwa na kuhubiri leo. Watu wengi ikiwa anapata mshahara wa milioni moja, fungu la kumi ni laki moja, anatoa elfu kumi, ishirini, thelathini na anaona kama anatoa sana. mm -hmm, wakati kumbe angetakiwa kutoa laki moja kama ambavyo amebarikiwa. Sasa hapo ndo nimekuelewa. Kwa hiyo ina maana watu wengi hatujui au hawaelewi nini maana ya fungu la kumi kabisa kabisa. Basi nashukuru na, na nimefurahi pia. Kama leo umejifunza kitu na sisi tuwe mfano wa kuigwa, inabidi tueneze Injili. Karibu shemeji, karibu ah, karibu. Asante, karibu sana. Asante. Shem. Hey, shemeji. Karibu sana. Asante. Habari za wewe? Zapa nyumbani? Nzuri. karibu eh. Eh, a asante sana. Auko tokako njema kabisa. Eti, eh? mm -hmm. karibu kiti. Asante. Shemeji, karibu sana Asante. mm -hmm. apa kwenu jamani Mzuri kabisa nimekuja ghafla ghafla kakaangu bila taarifa yoyote ila nina furaha kupitiliza. Mm, hebu tushirikishe hiyo furaha. Kaka pamoja na shemeji na ujumbe mzuri hapa nilipo nishapata mwanamke wa kumwoa. Oh. Wow. Jambo jema sana Hongera sana. <laughs> asante, asante. Kwa muda wote naweza nikamleta kwenda kumtambulisha okay karibu, hapa ni nyumbani, jisikie huru kabisa. Asante. Kwa nini usinge kuja naye kwa siku ya leo? Ni siku ya Jumapili, maana pale nyumbani kwao waga na banwa siku za Jumapili, tofauti na siku za kazi. Kwa kesho Jumatatu au Jumanne naweza nikampitia kazini kwake na gari, nikamleta kwenu, nikamtambulisha. Basi sawa, unakaribishwa sana hapa, ni nyumbani kwako kwa hivyo muda wowote utakaopata nafasi, unaweza kumleta ukaja ukamtambulisha, kwa sababu ukizingatia tangu wazazi wametuacha mpaka leo na umri wako ni umri sahihi kabisa wa kuwa na mwenzi wako. Ni kweli? Ndio maana hmm. nimeamua kufanya maamuzi kama hayo. Basi sawa, shemeji. Naam shemeji, karibu sana. Asante. Acha mimi nikakuandalie chochote. Haya hmm. ndio hivyo, mara moja moja. Basi unakuja maana yake Leo umekuja na jambo lako, ndio maana umekuja mekuja kututembelea. Halo, ase salama, nyambia bibi wangu nzuri, mshukuru Mungu. Babamu, asante, asante, asante bebisaaa. <laughs> um, hmm. <laughs> A, usijali, si unajua mambo ya kazi nini, ni kazi za watu nasubiria. Unasubiria ka mshahara kakiingia tu kwao, ntakutumia mama, usijali Bosi mwenyewe ametoka kidogo, kwa akisha ingia tu nitajaribu kumdokezea kidogo maana nilia nipata kamshara kidogo tu nikutumie, sijali hmm. E e, e, e, oh, niamini, mi nakupenda pia eh? Ah, ah, sub, subiri, subiri, subiri kidogo, bosi ameingia, subiri nitakupigia baadaye eh. Oh, <laughs> amboamaleta ni nipeleka mkoba ndani. E, msubiri kwanza. Hivi unaenda ishi ngapi, laki kumi na elfu hamsini eh? laki kumi na elfu hamsini yani unamaanisha laki <laughs> la moja na elfu hamsini? ndiyo bosi. Ah, sawa nimekuelewa. namba yako unayo kichwani yeah. Taja namba sifuri saba sifuri saba tano tano ndio, yeah, moja nane yeah, tatu saba saba nane. Mwisho laki moja ni elfu hamsini sio? Laki kumi na elfu hamsini, we wa wapi? Utakuja kuibiwa siku moja. Nisame bosi, nilikuwa sijui. Aya, tayari nishakutumia. Asante bosi.

<laughs> Mume wangu leo utakuwa ah, so, ah, hmm, jamani. Na jambo sasa kwa kunisifia huko jambo gani? Ukweli ndio huo, mke wangu ni mzuri jamani. Jamani, asante mume wangu, nakupenda sana. Nakupenda pia. Asante sana <laughs> Mabili, karibu sana bosi. Asante sana kijana. Vipi hali, salama? Tupo. unaendeleaje? salama. habari yako? Salama dada, karibu. Asante. okay, baby, uh -huh. twende ndani Aho, wadi. Shemeji, karibu karibuni, jamaa kaka, ndugu yangu naona mpo karibu sana. Karibuni sana. Asante. Eh, karibu mgeni. Asante. Unaitwa nani? mimi naitwa Penina. Penina. Unanikumbuka Penina? Sasa dada angu kweli, unamkaba dizaini hii, watu wanapita wanatuona kabisa sisi, watu watuona si watu wajabu. Wajabu we na kipindi mnanitumia mkono mshona kuniona mimi wa ajabu. Si umekwambia hela yako tunakupa basi? Mm. nipeni hela yangu. Ah, sio sasa hivi sasa <laughs> ah, ah. shida sio maneno mengi, shida ni hela. Em, mwachie kwanza, kwani shida nini? Shida hela yangu e, e. nifanyao mpenzi yote hawa. Kwa hiyo na wadai hela yangu <laughs> Kwa hiyo umefanya mapenzi na wote wawili ndio? Na nyinyi, kwa nini hamjamlipa pesa yake? <coughs> Shingapi na wadai? ishirini. Yaani mimi teni u teni. Ndio umefanya sana, mpatie hela yake. Mpe meshapaela ako uende. Bado na wadai nyingineapa. <coughs> Nimeshapewa, tuende nimewakalili sehemu yote nitakayoona. Jua niko, niko na nyinyi, nipo na nyinyi basi, basi ondokeni. Nimeshampatia pesa yake. Wewe unaishi wapi? Wewe umenisaidia, sio shida zangu? Hapana, ila kama nakufananisha hivi. Kama unanifananisha, kumbe shemeji, mnafahamiana anafahamu vizuri. Ehe, unanifananisha labda uliniona wapi? labda kwenye ndoto? Kwenye ndoto eh? Ah, Jumapili niliwaahidi kwamba nitawaletea mgeni, na huyu ndo mwenza wangu. Bebi, kakangu huyu hapa, huyu ndo mke wake. Nisikilize mdogo wangu. Naam kaka. Hapa una mke hivi wewe? Leo hutujui sisi wewe utujui sisi. Unawafahamu? Au ushawahi kuwaona sehemu yoyote? Ni labda nikuulize kazini kwako, jawahi kuona labda wamepita pale? Singekuwa nishakwambia. <laughs> Sikiliza shem nikwambie. Hapa kuna mke. Huyu binti ana tabia chafu, ana tabia mbaya. Kwanza hana adabu. Yaani wewe leo unasema umeona umeniona mimi kwenye ndoto. Wewe hunifahamu mimi. Shemwe japo una mke. Oh, unanisikia mdogo wangu? Naam. Yeah. Tuliachwa hawa baada ya wazazi wetu kufariki. Natambua hilo. Na ninachokueleza ukweli, mimi kama kaka yako mkubwa sina radhi na wewe, kama utaendelea kumng'ania mwanamke. Ah, ah mume wangu uko unafika mbali. Hapana. Haiwezekani. Kaka, mbona unasema maneno makali kiasi hicho? Huyu sio mwanamke wa kuoa, ana tabia chafu sana. Naombeeni kitu kimoja. Mimi isiwe vigezo nyinyi kukosana ndugu, sawa? Sikia nikwambie. Sikiliza ndugu zako, waambie kutafuta mwanamke wa kuoa, sio mimi. Umesikia? Wani mimi natafutiwaga mwanamke? Eh? Natafutiwaga mwanamke? Mimi ni mpumbavu eh? Usikie ndugu zako alivyosema, acha ukuuze wewe. Mimi ndiye tunaomba uondoke. Unamuona? Hivi anaanza kukuzalilisha mbele ya ndugu zako kaka. Naomba mimi niwaache sawa. Mimi ngoja niende, hamna shida, baadaye tutaonana eh, lakini ndo nishakwambia hapo hu huna...